Rushwa tunasema ni ina maana mbili, ndio ukienda kwenye kamusi mm -hmm. ya Kiswahili sanifu toleo la mwaka elfu mbili na ishirini na nne inasema rushwa ni kitu chochote, aghalabu chenye thamani kinachotolewa na mtu au kikundi cha watu na anapewa mtu mwenye mamlaka au madaraka juu ya jambo fulani mm -hmm. ili afanye upendeleo mm -hmm. na ndio maana mimi nikasema, wewe mpiga kura unayenisikiliza, hiyo kadi ulionayo wengine wanaita kichinjio mm -hmm. E, lakini sio lugha nzuri kwa sababu huendi kuchinja <laughs> unaenda kufanya maamuzi. Hiyo kadi ulionayo na, na, na, na haki yako ya kupiga kura hiyo ni mamlaka. Ndiyo maana yule mgombea ambaye hana nia nzuri anahonga. Utakapokuwa unapokea hongo, wewe utakuwa ni e, unafanya kosa sawa na mtu mwingine ambaye ni mtumishi wa serikali, kwa sababu anakuwa na mamlaka, anakuwa na madaraka na anakuwa na, na muamuzi juu ya jambo fulani ili liweze kufanyika. Na ili mtu aweze kuwa kiongozi lazima kura yako wewe iseme na wewe ukipiga kura kwa kufuata e, mazingira kwamba ulipokea hongo unampigia mtu kwa sababu alikupa hongo na wewe unatenda kosa. Hiyo ni rushwa lakini maana ambayo sasa inajikita zaidi kwenye utendaji. Mm, tunasema ni matumizi mabaya, mm, ya mamlaka au madaraka, okay, kwa manufaa binafsi.